Karibu tena wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu wa Meda News. Ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana moja kwa moja, tuendelee kufahamisha na yale yanaojiri katika taifa letu hili la Tanzania. Swali kwa sasa ambalo linajigonga vichwa vya habari ni kuhusiana na mtoto wa Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema ambapo aling'olewa madarakani mnamo mwezi wa kwanza tarehe ishirini na mbili na Tundu Antipas Lissu katika kinyang'anyiro cha kura ambacho Tundu Lissu aliibuka mshindi na kuweza kushika nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema. Sasa swali bado nila ni kwamba kuna nini au kunamaanisha nini mtoto huyo wa Mbowe kujiondoa katika chama hicho cha Chaumma. James Mbowe, mtoto wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe takribani miaka 20, ameomba radhi kwa kujiunga na Chama cha Ukombozi wa Umma ali maarufu kama cha Umma. Kwa mujibu wake, amejutia uamuzi wa wake wa kuondoka Chadema, chama anachodai kwa kimemlea na kumkuza na kukimbilia cha Umma. Amedai kwamba kuna siku atafichua siri ya kilichosababisha kujiunga na Chaumma. James Mbowe alitoa kauli hiyo leo tarehe nane mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita katika taarifa yake kupitia mitandao ya kijamii akiongeza kuwa swala la yeye kuondoka Chadema liliwaumiza watu wengi na hivyo kutumia nafasi hiyo kuwaomba radhi wale walioumia. James Mbowe alitangaza kujiunga na Chauma mnamo tarehe 6 Agasti mwaka elfu mbili na ishirini na tano akiwa na Yeriko Nyerere makao makuu ya Chauma Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hata hivyo mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Chadema Januari mwaka jana mamia waliokuwa wafuasi wa Mboe wakiongozwa na John Mrema, Saru Mwalimu, Benson Kigaila na Catherine Ruge walianza kuondoka chama hicho na kuanza kuondoka Chadema na kwenda kujiunga katika chama cha Chaumma. Katika maelezo yao, wafasi hao wa Mbowe walidai kuwa wanaondoka Chadema baada ya chama hicho kukosa uongozi thabiti kuwapelekea mbele a kuwapeleka mbele, ingawa wachambuzi wanasema kuwa walitumika na watawala kuidhoofisha uongozi mpya kwenye uchaguzi huo, uliokuwa huru na haki. Mbowe alishindwa na Tundu Antipas Lissu tangu wakati huo, amejitenga na Chadema, huku akidaiwa kuunga mkono wafasi wake kukimbilia Chaumma. Taarifa mikononi mwa MwanaHalisi au taarifa kutoka katika vyombo mbalimbali zinaeleza kuwa kuondoka kwa James Mbowe ndani ya Chaumma ni sehemu ya mkakati mahususi unaopikwa ili kumsafisha au kumsafishia njia ya Mbowe ya kurejea Chadema na kuweza kuvuruga uongozi mpya, bali kiongozi mmoja wa chama hicho ameuelezea au ameelezea mwandishi wa gazeti hili kwamba mkakati huo hautafanikiwa, kwa kuwa wananchi wameshamfahamu Mbowe, huwa amelambishwa asali ili kuweza kuibeba CCM au Chama cha Mapinduzi. Nikinukuu maneno hapa yaliweza kuzungumzwa, anasema kwamba nani anamwamini Mbowe leo? Hata wale waliokuwa bado wanamwamini ndani ya Chadema, wengi wao sasa hawakubaliani naye tena. Hiki chama kinapita kwenye nyakati ngumu sana. Huyu angekuwa mwenzetu, asingejitenga nacho. Kimya chake kinathibitisha kuwa sio mwenzetu. Hivyo hawezi kufanya kazi aliyotumwa, ameeleza au alieleza mtu huyo. Akaongeza kwamba Mbowe aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kwa miaka 21 amejijenga au amejijengea taswira mbaya tokea Januari mwaka jana aliposhindwa kutetea wadhifa wake wa uwenyekiti. Wengi wanamwona sasa kuwa ni binafsi, amesheheni visasi chuki, msaliti na um, sahai, msaulifu. Amesema kwamba baada ya kushindwa uchaguzi, Mbowe alisema ameridhika na mchakato ulivyokwenda, ingawa akaeleza kuwa mchakato wa kampeni umeacha majeraha na kuwataka waliochaguliwa kuyatibu kwa kuleta maridhiano, lakini yeye akawa wa kwanza kuikimbia au kukimbia maridhiano hayo, akaanza kutuma watu wake kukiumiza chama kwa kuweza kufungua mashauri mahakamani na wengine kuwapelekea kuwapeleka Chaumma, alifafanua mtu huyo. Na hapo ndipo tunapotamatisha taarifa hii. Kikubwa, endelea kufuata nasi, na uendelee kubaki nasi uweze kujua mambo mengi kutokana na yale yanayoendelea katika chama, uh, katika yale tunayokusogezea kutoka katika taifa hili la Tanzania. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunapotamatisha taarifa hii.